Siku Yesu Kristo je, yeah. Tumewahi kujiuliza Mungu wetu anapenda nini au Mungu wetu anataka nini kutoka kwetu? Ni jambo la muhimu sana kujua kwamba Mungu anataka nini kwetu. Tunapojua Mungu anataka nini kwetu, tutatembea katika njia ile, tutajikita katika uwepo wake. Kwa hiyo jambo la msingi sana kujua Mungu anataka nini na tusimame katika njia hiyo ili tu enende katika njia zake. Basi kwanza tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa siku njema hii ya leo, asante kwa zawadi ya uhai, umetupa pumzi, umetupa karama mbalimbali mbali. tunaomba Baba, ubariki karama na vipaji vyako ulivyoweka juu yetu, ili vikatumike kwa sifa na utukufu wa jina lako. Ni katika jina la Kristo Bwana wetu tunaomba na kushukuru amen. Basi leo naomba tuangalie mstari katika Injili ya Yohana sura ya nne mstari wa ishirini na tatu na ishirini na nne. Yohana nne ishirini na tatu na ishirini na nne nayo nasoma inasema: lakini sasa lakini saa inakuja, nayo, ni, nayo sasa ipo ambayo waabuduo halisi wamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu Mungu ni roho na amwabuduwe yeye anapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa kumbe, Mungu anatafuta watu wanaomwabudu katika namna mbili, wanaomwabudu katika roho na katika kweli. Kwa hiyo ili tuweze kuenenda katika njia zinazompendeza Mungu, ni lazima tumwabudu katika roho na tumwabudu katika uh, kweli. Sasa ni lazima tujiulize, tunamwabuduje? Tuna, tuna katika roho na kweli tunamwabudu vipi katika roho na katika kweli? Tukirudi katika uh, Agano la Kale, tukisoma katika Mambo ya Walawi, tunajifunza kwamba wakati ule walichokuwa nakifanya walikuwa wanamchukua mnyama, wanamuweka madhabahuni, anakatwakatwa yule mnyama, kipande kimoja baada ya kipande kingine kinawekwa pale, anakuwa anatolewa kama dhabihu kwa Mungu. Yule mnyama sasa anatolewa kama dhabihu, kipande kimoja baada ya kipande kingine kinawekwa kama dhabihu mbele ya Mungu. Kwa kufuata hiyo, tunafahamu wazi kwamba mara nyingi sana tuna tunamwabudu Mungu kwa nyimbo, tunamwabudu Mungu kwa kumwinulia mkono, kwa kumshukuru. Tunafanya mambo kama hayo na ni mazuri sana lakini, je tumeangalia kwa namna gani tunaziinua roho zetu tuki, tuki kwa sababu ku, tukimwabudu kwa kuimba tunatumia miili yetu, tunatumia sauti zetu katika kumwabudu, jambo ambalo ni sahihi kabisa. Kuna wakati tuna tunafika sehemu tuna, fura, yani ile tunaingia katika uh, level nyingine za juu, tunamwabudu, tunaona sisi wenyewe kama vile kama tuko katika ulimwengu tofauti, lakini bahati mbaya wakati mwingine tukimaliza session ile na ile habari inaishia pale pale, tunarudi kawaida, tunakuwa tu watu wa kawaida. Hasa ili tuweze kukaa daima constantly katika uh, hii hali ambayo Mungu anaitaka tumwabudu katika roho na katika kweli, tunatakiwa tufanyeje? Tunatakiwa sasa kama mfano huu ambao tumeuzungumza wa wadhabihu wa walipokuwa wakitoa wakimkata mnyama katika sehemu mbalimbali na kuziweka madhabahuni, basi na sisi tuikate miili yetu katika uh, sehemu mbalimbali tuziweke madhabahuni. Nikate macho yangu nimtolee Mungu kwamba Baba, macho haya hayatatazama uovu. Macho haya hayatatazama labda video au uh, uh, kusoma kitu ambacho hakiendani na utukufu wako niache kufuata eh, kusoma au kufuatilia mambo ambayo hayampendezi Mungu. Ayubu anasema sitatoa macho yangu kutazama vichafu. Kwa hiyo anayatoa macho yake kama, kama dhabihu, na mimi niyatoe macho yangu kama dhabihu. Mikono yangu niitumie, mikono yangu kueneza kazi, kufanya kazi ya Mungu, niitoe mikono yangu iwe kama dhabihu niweke mbele e, niweke mbele za Mungu, kwamba Mungu chukua mikono yangu kwao. Tukisema tu kwamba Mungu uchukua mwili wangu na utoa mwili wangu kama dhabihu, inaonekana kama ni ujumla fulani, ni kitu general. Lakini tunapoanza kutoa kiungo kimoja baada ya kingine, niangalie, je, ulimi wangu unazungumza maneno gani? Ulimi wangu unamtukuza Mungu maneno ninayozungumza? Kwa sababu tunaenda kanisani, tunaimba, tunasifu, tunamtukuza Mungu, tunasali lakini tukitoka hapo tunaenda katika maeneo mengine, tunaanza pengine kuongea habari ambazo hazifai, tunaanza kuingia katika manung'uniko, tunaanza kuingia katika malalamiko, tunaongea matusi, tunaongea mambo yote ambayo hayampendezi Mungu. Yote hayo yanatuondoa katika uwepo, hatujamwabudu katika roho na katika kweli. Kwa hiyo tunatakiwa sasa kuacha hayo, niitoe sasa ulimi wangu ukatumike katika kumtukuza Mungu, utolewe kama dhabihu. Tumbo langu ninajitoa nina kama dhabihu kama anavyosema katika Warumi kumi uh, na mbili mstari wa kwanza: basi ndugu zangu nawasihi kwa ruma yake Mungu itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu, ndiyo ibada yenu ya kumpendeza, ya, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Kwa hiyo je, ninaitoa ibada ile yenye maana? Ninakwenda kwa Mungu kwa, kwa kumtolea ibada ile yenye maana kwake, ninakaa katika njia zile ambazo zinampendeza Mungu. Tumbo langu lisiwe kama sasa ndio linanisababisha ningie tamaa, kwa sababu tamaa nyingine ndio zinasababisha mpaka mtu anatoa maisha. Watu una, una, unaona wengine hawafai kumiliki vitu fulani, unataka kuvigrabu kuvichukua kwa nguvu kwao eh, unavichukua kwake, unakuwa mnyang'anyi na vitu kama hivyo. Kwa hivyo umepewa madaraka fulani, unayatumia vibaya kwa sababu ya nini? Ya tumbo miguu yangu, je, inanipeleka wapi? Inanipeleka katika uovu au inanipeleka katika kumtukuza Mungu? Ninapoitumia miguu yangu ninakwenda katika madhumuni yapi? kwa kwayo, ninapotoa kiungo kimoja baada ya kingine, nikiweka mbele ya madhabahu, nikimwekea Mungu, ninaanza kuona sasa kwamba aha, hapa eh, kifa, ki, kiungo hiki kinanipotosha. Kiungo hiki kinanipeleka katika njia ambazo sio sawa kiungo hiki hakimtukuzi Mungu katika roho na katika kweli. Kwa hiyo pale ninarudi nyuma sasa na kukaa na kuangalia sasa kwamba hapana, njia hii ninayokwenda sio njia sahihi. kwa ni, ni, ili niweze kumrudia Mungu katika roho na katika kweli, ni lazima niangalie a kiungo changu kimoja baada ya kingine. Je, kiungo hiki kinatumika kwa sifa na utukufu wa Mungu? kinamwabudu Mungu? kinanipeleka katika kumtukuza Mungu? nina ninamtukuza nina Mungu kupitia matendo yangu. Kwa hiyo lazima nielewe haya mambo na nijikite katika njia hii, itanifanya niwe aa, awea wakati wote kwamba Mungu wetu ni Mungu wa namna gani, nimwendee katika njia ipi, nijikite ni, ni, wapi, kwa sababu kuna wakati mwingine tunaanza kuwanyoshea ku, ku, wengine vidole kwa mfano, nikitoa mfano vidole changu naanza kumuona mwingine kwamba, ah, angalia huyu kafanya hiki, angalia huyu kafanya kile. Ninapoanza kuona huyu kafanya hiki, huyu kafanya kile, matokeo yake ninajitukuza mimi, ninajiona mimi kama vile niko sahihi sana, lakini kumbe na mimi nina makosa yangu. Kwa hiyo katika ile hali ya kuapointi wengine, nina ninaacha kumtukuza Mungu, ninaacha kusimama katika njia naanza kupeleka lawama kwa watu wengine, ninaanza ku, ku, kufanya mambo ambayo yanaitoa katika njia ambazo zinampendeza Mungu. Basi tu nani tu, tu, tu, tujikite ktujikite katika, katika kujitoa miili yetu kwa sadaka. Sasa kuna mambo kama manne hivi tunaweza kuyafanya ili kujitoa kama dhabihu. Jambo la kwanza ni, ni kujikabidhi kwa Mungu, kujipeleka kwa Mungu, kujipeleka karibu na Mungu. Tukisoma neno katika Waibrania kumi uh, ishirini na mbili inasema natukaribie we, wenyewe moyo wa kweli na natukaribie wenye moyo wa kweli kwa utimilifu na imani, hali tumenyunyiziwa mioyo, tuache dhamiri mbaya tumeoshwa miili kwa maji safi. Kwa hiyo tunaondoka katika, tunajikabidhi kwa Mungu, tunasafisha tuna, tuna njia zetu tunajisogeza, we draw near to God, tunajisogeza karibu na Mungu kwa kufanyaje? Anasema uh, kwa moyo wa kweli, kwa utimilifu wa imani, na hali tume, uh, tuache dhamiri mbaya. Kwa hiyo ninapoacha dhamiri zangu mbaya, ninapoacha kutenda mambo ambayo hayampendezi Mungu ninaposimama katika njia za Mungu ninakuwa mwabudu katika roho na katika kweli. Jambo la pili, lazima niwe na imani. Nikisoma Waebrania hiyo hiyo kumi na moja mstari wa kwanza anasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, na bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo lazima niendeshwe na imani, ni sina haja ya kuona ili niamini, ninatakiwa kuamini ili nione. Narudia sina haja ya kuona ili niamini, ninatakiwa niamini ili nione. Kwa hiyo kama mimi kweli ni mfuasi wa kweli, sitakiwe kuona kitu ndio niamini, sitakiwe nisubiri mpaka Mungu ametenda ndio niamini kwamba ah, kweli Mungu anatenda. Hapana, niamini kwamba ameshatenda, ndipo nione kile ambacho nilichokiamini kikitokea. Kwa hiyo ninaanza na imani kwanza, ndio nakuja kwenye manifestation ya kile kitu. Jambo la tatu ni kuacha njia mbaya ni kuacha njia potofu. Tukisoma katika Isaya hamsini na tano mstari wa saba, anasema mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye na haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Kwa hiyo jambo ambalo natakiwa la tatu kulifanya ili niwe uh, niabudu katika roho na katika kweli ni kuacha uovu, ni kuacha njia ambazo sio sahihi na jambo la mwisho ni kuyatimiza mapenzi ya Mungu ni kuyatenda mapenzi ya Mungu. Tukisoma neno katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya pili mstari wa, wa kumi na tano wa Petro wa kwanza mbili kumi na tano anasema kwa sababu hiyo, kwa sababu ndiyo mapenzi ya Mungu, kwamba kwa kutenda mema mzibe vinywa vya wajinga vya watu wapumbavu mzibe vinywa vya ujinga vya watu wapumbavu. Kwa hiyo lazima nitende mapenzi ya Mungu yaliyo mema. Lazima nijue kwamba Mungu anataka nini na nitende mapenzi yake, nisimame katika njia zake, nitende yale mapenzi ambayo yanamfuata Mungu. Kwa hiyo nikisimama katika njia hizi, basi ninakuwa nimeabudu katika roho na katika kweli. Tumsifu Yesu Kristo.